kabiliana na visa vya utovu wa usalama. Kwenye mkutano uliowaleta pamoja viongozi na vijana na wakuu wa polisi, ilibainika kuwa matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana ndiyo chanzo kikuu cha ukosefu wa usalama hasa kwenye mikutano ya kisiasa. Pia wanasiasa walitakiwa kukoma kutumia vijana visivyo ili kujinufaisha kisiasa Sema, Mama, vijana, tangu niingie usukani, ya kwamba criminal does not pay. If you will, if you will commit cr uh, criminal offense the consequences is there. So because of that, tafadhalini vijana wenzangu, ningewahimiza ya kwamba tudumisha amani haswa saa hizi ambayo tumekaribia uh, uchaguzi. Tungipenda sana na tungitaka mtu akishikwa With any crime mambo na cash bail na mambo na bond iwekwe kando. Hao mama na family na wazazi wanakuja kulilia station mpaka wanakuja sijui wanakuja kuchukua ma elders na wazee wa vijiji wanaleta wote station, alafu mnaanza kuwa na utu, mnawatoa hiyo. Ndo sasa sisi inachangia sisi, hao vijana wezidi kuwa nini, wagaidi na wazidi kuwa wengi pia, ya kutumia vijana kama goons ndio maana tumesema wacha tuanze hii maneno vijana, tuongee ile lugha sisi tunajua, tuende wards level, tufanye public rallies, uh, road shows, ndio tuongee na vijana lugha wanaelewa, ili wasitumiwe vibaya nao wanasiasa. Kuongea na ma OCS na ma OCPDs, maneno ya visu, hakuna kubeba visu. Mtu akipatikana na kisu anawekwa ndani Hatuambie hiyo kisu anatembea naye ya kugwaragwara kudaradara wengine, kwa nini?